Karibu kwa taarifa zetu. Mfasiri kwa lugha ya ishara ni Yula Nzali. Rais William Ruto ametoa onyo kali kwa wale wanaoongeza bei ya sare za shule akisema utawala wake hautawavumilia, huku wanafunzi wengi wa gredi ya kumi wakitii agizo la rais la kujiunga na shule hata bila karo wala sare. Brenda Wanga anatathmini jinsi agizo hilo linavyotekelezwa katika shule mbalimbali humu nchini. Brenda Chelagat yuko mbali na shule ya upili ya Kenya High, ambayo aliitwa baada ya kupita vyema mtihani wa KJSEA. Hata hivyo, ni mwingi wa shukrani, kwani sasa anajiunga na wenzake katika gredi ya kumi. Aliwasili shuleni asubuhi na mapema, akiwa bila chochote, ila sare aliyovaa kwa miaka mitatu iliyopita katika shule ya upili ya chini. Sema unaenda tu shule venye uko but mimi sikuwa na imagine kanda kuja tu but shoshe aliniamsha asubuhi akaniambia enda, alafu nda kufuata. nina vitabu ya kusoma ya Kiingereza ya gredi ya kumi na vitabu ambayo ataandika ambayo tutamtolea ili aende aendelee kusoma hapa ijapokuwa yeye ni mmoja wa mamia wa wanafunzi ambao wametii agizo la rais William Ruto la kuripoti katika shule ya upili bila kujali iwapo wana sare wala karo. Huku Brenda akikaribishwa vyema katika shule hii, mwanafunzi mwingine kutoka Bomet anasimulizi tofauti. Duncan Langat amerudishwa nyumbani kutoka shule ya sekondari ya Simoti iliyoko Konowin katika kaunti ya Bomet kwa sababu hakuwa amenunua seti kamili ya sare za shule. Achana nilisikia President alisema uh, waende Uh, hata na uniform yoyote niliambiwa, muende muende mufai sweta na, na jacket yenye ile ni kama ya iko ya Simote, na mimi sina hiyo jacket, ninafaa nikae nyumbani agizo la serikali limepelekea mamia ya wanafunzi kumiminika shuleni kwa ajili ya kusajiliwa katika shule ya upili ya Mvindeni huko Kilifi. Takriban wanafunzi watano walijitokeza kwa siku yao ya kwanza ya shule ya upili. kama sio serikali. Kwa hiyo naunga mkono serikali pia kwa kuleta shule hata kama sikuja kwa mfumo zangu, lakini nashukuru pia kwa kufika hapa. We are expecting 100% transition of one 1.1 million learners from junior school to senior school so far we have 91%, 1 million there are 100,000 who are hiding somewhere we want to tell them we are coming for you we cannot allow you to stay out of school all learners must go to school Huku msukumo wa kujiunga na gredi ya kumi ikiendelea, rais anasema maduka ya sare za shule katika shule za upili hayatavumiliwa na utawala wake. Gharama za sare za shule zimetajwa kuwa mojawapo ya vichochezi vikuu vya gharama ya juu ya elimu ya shule za upili nchini. We are going to look into this uniform issue. Because uniforms are beginning to be another source of corruption Some, some schools charge as high as 38,000. Ongezeko la wanafunzi linaendelea huku serikali ikisisitiza kuwa halitakoma hadi wanafunzi wote wawe shuleni kabla ya kuanza kwa masomo wiki ijayo. Brenda Wanga, runinga ya yes Citizen.